Sijui ni swali la kimtego hili, lakini lakini eh, mm, lakini aniambia tu mdogo wake wa mwisho kapata mateso kabla hajafariki. Basi lakini kijana moja ambaye hapa mtaani hakuwa na maringo, akija akipaki gari yake pale, zote anatembea hizi anachekesha anafanya nini ile, anasema alichoka. Kwa maelezo ya mdogo wao wa mwisho, pale hapa mtaani angekuwa na vitu vyake tungeshawaambia, lakini tuseme tu Mungu ni mwema. Basi poleni na nyinyi. Binafsi mimi imeniumiza sana vijana ambao wamekuwa wadogo, wamekuwa nawaona wale ni vijana wangu, kwa sababu baba tumemzika, mama tumemzika, walipata ajali wakati fulani na mama yake mdogo, na mimi ndo nilishughulikia haya mazishi yote ya, ya mama, mama, mama, mama, mama yake na, na, na mdogo wake. Hii ajali ilitokea Dar es Salaam, nilikwenda mwenyewe makaburi pale mpaka tuka sehemu ya tena, tena aliniomba MC aliniomba walau kaburi la mama yake na mdogo wake yawe karibu. Sasa huwezi ukayapata pale habari. Uh, mtazamaji wa Dollywood TV hapa tuko nyumbani kwa MC Pilipili nyumbani kwao kabisa, marehemu MC Pilipili. Mazingira kama unavyoyaona, hawajaweza kutoa taarifa rasmi kwamba ratiba za mazishi yeah, zipoje. Watu wanaendelea kuja na baadhi ya watu wameenda mochwali kwa ajili ya kupata utaratibu, na kuna baadhi ya watu wanaongea na ndugu kwa ajili ya kupata utaratibu na kuweka utaratibu wa mazishi. Tuko hapa nyumbani au nyumbani kwao kwa marehemu MC Pilipili uh, maeneo ya Swaswa maeneo ya Swaswa swa ni sentimita kadhaa au ni kilomita tu kadhaa kutoka barabara kuu mpaka hapa nyumbani. Almost kama kilomita mbili mpaka unafika hapa maeneo ya nyumbani kwa kina MC Pilipili. Tumeweza kuzungumza na baadhi ya, ya wazee akiwemo uh, kiongozi wa maafa ametoa neno kwamba hakuna ratiba yoyote, ndio anapanga ratiba, lakini kuna baadhi ya watu wameweza kutoka uh, kwenda mochari ajiyujua utaratibu uh, endelea kubakia hapa, hapa. Dorodi TV tunaendelea kukujuza moja kwa moja matangazo haya ya moja kwa moja kutokea hapa swaswa uh, swa, Dodoma. Kwa mfano hata mimi sikuamini sana sikuamini sana kwa sababu kijana tunafahamu, wiki kama moja imepita niliongea naye hapo nyumbani, alikuwa anataka kiwanja, anasema ile nyumba ya kwao ni nyumba ya familia, nyumba nini ya familia Alitaka apate eneo karibu na nyumbani hapa e, tukaishia pale. Lakini huko nyuma alikuwa na nia fulani hivi, kabla haya mambo yaliyotokea, baada kabla ya uchaguzi, aniambia hivi, kwa sababu wale ni vijana wangu, kwa sababu baba tumemzika mama tumemzika, walipata ajali wakati fulani na mama yake mdogo na mimi ndo nilishughulikia haya mazishi yote ya ya mama mama, mama, mama, mama yake na, na, na mdogo wake. Hii ajali ilitokea Dar es Salaam, nilikwenda mwenyewe makaburini pale mpaka tukakata sehemu ya tena, tena aliniomba MC, aliniomba walau kaburi la mama yake na mdogo wake awe karibu. Sasa huwezi kuyapata pale, lakini kijana wangu yule ane kweli, tulipata yale maeneo, tulimzika mama. Aliumia sana, na lile kwa kweli lilikuwa linamtesa sana lile. Naambia wasingekuja kwenye function ile kule, labda wasingekufa hmm. lakini yale yakawa yamekwisha yale ila hili la jana sasa zilikuwa gumu sana kwangu mimi kidogo, kwa sababu nawajua akina Roda akina wao wadogo zake hao. Hata jana ilipofika jioni, kwa mimi ilikuwa ngumu sana kumwona nani huyu mdogo wao wa, wa mwisho anaitwa nani, lakini ilikuwa ni shida kidogo kuambia ni nini, kwa sababu kila wakiniona mimi wanalia. Sasa nikasema hii nini ambacho kimetokea kwa kweli. Ile siku kwangu ilikuwa ngumu kidogo, ilikuwa ngumu kwa sababu wamekuwa na watoto wangu hawa. Mi kwangu ni hapo nyuma, ni jirani kabisa. Baba anafariki namuona, mama na mdogo wake wanafariki nawaona, palikuwa porini huku hivyo, sasa nipo wakati mgumu kidogo sana, sio mgumu kidogo sana tu. Sasa nikasema Roda, nitamwambiaje hii? Nani huyu kaka yake mdogo, ambao wako huko sasa, wana make. Hatujapanga bado ratiba e, kuna kuna swala fulani la, nikaambia la jina e, kwa polisi e, wakija wakija Ndo tutapanga ratiba sasa, ila ni mtu ambaye alikifika ima, hapa hizi nyumba zote anazijua hizi, anapita anapita anasalimia majirani, mpaka swaswa kule alikuwa anasalimia, anatembea kwa mguu anasalimia. Sasa watu wengi, shida ambayo naipata mimi sasa hii ni watu kunihoji, kunipigia simu, mwenyekiti, hivi ni kweli msikaenda mazingira kujibu yalikuwaje. Ndo maana hata mnapoona hapo ratiba bado hatujafanya nini, hatujaipanga. Wakitoka kule ndo watatuambia, lakini mi sijui kilichoendelea, sijui mdogo wake, mdogo wao wa mwisho yuko pale, kalala pale sijui yes. Ni swali la kimtego hili, lakini lakini eh, mm, lakini ananiambia tu mdogo wake wa mwisho kapata mateso kabla hajafariki. Basi basi, hivyo sikuliza mateso gani hivyo Ndiyo maana hata baada ya kuhoji wanakonda, niliuliza polisi wanaenda kufanya nini? Maana saizi ungekuwa tumeshapanga ratiba kumsitiri kesho eh eh. Sasa nikasema basi tuache, ndio maana unaona sasa hivi hatuna ratiba yoyote kwa ajili ya kumhifadhi ndugu yetu. Wakirudi wale ndo tutajua, tutajua nini ambacho kimefanyika. Ile anasema alichoka kwa maelezo ya, ya ya ya, ya, mdogo wao wa mwisho pale. Sasa basi ndio tunasubiri, hatuwezi kufanya chochote sasa hivi. Hata ratiba hatuna eh, tusubiri labda watakapotoka, na mimi ameniambia kwamba wakitoka kule tutuje kutuambia, ndio tutapanga ratiba sasa namna ya kumstiri ndugu okay, uh, yetu. Ulifanikiwa kwenda hospitali? Ya sijafika, sijafika kabisa eh. Kwa mazingira ambayo umeyapata wewe ni ya kuelezea. Ya kuelezea na mdogo mtu eh pa. Labda kwa mtu ambaye anakuja Dodoma, anataka shiriki msiba huu mm, unaweza kumpa ramani ya kufika eneo hili sawa? Kwa mfano mtu ambaye anatokea eneo la hii barabara ya Arusha eh, kule wajenzi kule, aje na barabara ya waziri mkuu royo, unakuja moja kwa moja mpaka kona bichi, wanapaita kona bichi, atapita mkono wa kulia wanaita barabara ya Mashineni. Ukija hapo kwenye matofali kwa Shayo, kwenye matofali kwa Shayo, eh, wewe utauliza tu kwa kina MC Pilipili, wanapajua eh, karibu na kanisa la Roma hapo hapo, eh, unafika pale. Ila ukipita huku utaingilia kwa mtendaji hapo, shule ya Nuru, ukija mwisho wa wami hapo kwa kina MC Pilipili tapajua tu. Ni familia ambayo ni ya kwangu, baba amemzika, amemzika mama na mdogo wake alikuwa e, anawaambia ndugu zangu hapo akina wazee majirani pale, hakuna niwaambie tu labda ukweli, hu msiba tunaubeba sisi. Alikuwa na kikao cha ODC hapo, nimeshindwa kwenda hawa, kina Roda hawana chochote ambacho wanakijua lazima tuwabebe tu. k anaongea na wazee pale e, wakitupa ile ratiba basi, ndio tutaangalia namna ya kumstiri ndugu yetu pale. Kwa hivyo sasa hivi wakitoka kule e, ndio watatuambia. Hatuna ujanja e, lakini kijana moja ambaye hapa mtaani hakuwa na maringo, akija akipaki gari yake pale ya, anachekesha anafanya nini ndio maana hata mimi wakati fulani, na nilikuwa naongea na watu, najiuliza maswali afu najijibu mimi mwenyewe, kwa nini ima, ilitokea nini hapa mtaani? Angekuwa na vitu vyake tungeshawaambia, lakini tuseme tu Mungu ni mwema. Basi poleni na nyinyi. Mimi, mimi binafsi mimi nimeumiza sana vijana ambao wamekuwa dogo na nawaona, anakuwa anasoma pale Doma Sekondari, anakuwa anamwona kama na watoto wangu. Watoto wangu watatu wako wa pale Dar es Salaam, alikuwa ananipigia hapa simu akaniambia, baba MC kafariki e. wamesoma nao pale chuo kikuu Mzumbe pale, yeye alikuwa huku ni mtoto wangu kwa kweli, sina, sina maneno mwafaka sasa ya kusema. Ni kijana mmoja ambaye alikuwa akifika mtaani, watu wanajua MC kafika hapa. Tembea na miguu atakutana na watu kama hao, rafiki yangu atawambia huko hivyo. Hakuwa na maringo kabisa, hii sema kweli, wanasemaga marehemu huwa nasifiwa akishakufa, lakini baba, mm. kwa kwa ili, mimi akifika lazima nipigie simu baba, niko hapa. Kwa kweli mimi nakushukuruni sana, imeniuma ndo hivyo, lakini mm. hmm. hakuwa na kando kando lolote hapa mtaani, akifika na toka da. Naona hao ndugu zetu hao eh. Pindo uh, of hivyo tusubiri tu hao wow, watakaotoka polisi hapa, ili tupange ratiba yetu sasa, uh, ratiba yetu namna ya kumstiri